Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza usitishaji kamili wa jumla wa mapigano kati ya Iran na Israel kwenye mitandao ya kijamii. Trump wanasema usitishaji vita utaanza katika takriban saa sita kutoka sasa baada ya kila nchi kujeruhi operesheni zao za kijeshi. Tangazo la Trump lina utatuzi wa mara kwa mara wa uhasama lakini linasema kuwa saa 24 vita vitaisha rasmi. Israel na Iran bado hazijathibitisha kufikiwa kwa usitishaji mapigano. Tangazo la Trump la kusitisha mapigano linaendelea kwa kusema kwa dhana kwamba kila kitu kinafanya kazi inavyopaswa ambayo itafanya ningependa kuzipongeza nchi zote mbili. Rais wa Marekani anauita mzozo wa hivi punde zaidi kati ya Israeli na Irani kuwa ni vita vya siku 12.